au wanaishi katika ndoa lakini utafikiri ni bwana na mtumwa wake. Hakuna amani, hakuna upendo. Lakini nikikuuliza wewe, ambaye unaishi vizuri kwenye ndoa yako, au wewe ambaye unaishi kwa matatizo kwenye ndoa yako, ushawahi kutafuta baraka ya Mwenyezi Mungu ndani ya ndoa yako baada ya kuifunga? Basi siku ya leo tuongelee juu ya baraka ya wanandoa ambayo inatolewa ndani ya kanisa Katoliki. Ni nafasi ya kujifunza juu ya hiyo baraka inayopatikana, lakini vilevile kipindi hiki kiwe ni wasaa kwako kwa ajili ya kupokea baraka katika ndoa yako. Aidha, mnaishi vizuri, mwendelee kupata baraka, lakini vilevile vile kama kuna matatizo hapa na pale, Mwenyezi Mungu abariki na kuondoa uh, hayo matatizo ambayo yako kwenye ndoa yako. Na baraka mojawapo ya ndoa ni kuadhimisha jubilei. Jubilei ya miaka ishirini na tano ya ndoa, jubilei ya miaka hamsini ya ndoa, jubilei ya miaka sitini na kadhalika. Kama bado mna nguvu mmeshapitisha miaka sitini ya ndoa, basi ni vyema mkatafuta baraka ya Mwenyezi Mungu kwa adhimisho maalum la eh, misa takatifu la jubilei. Tumezoea kuona jubilei za mapadre wanapotimiza miaka ishirini na tano au miaka hamsini tunawasherekea kwa shangwe kabisa. Tumezoea kuwasherekea eh, masista wetu watawa. Lakini je, ndoa zetu sisi tunachukua wasaa wa kwenda kumshukuru Mungu na kuomba baraka? Basi leo tutafakari hilo. Kwa hiyo kumbe baraka hiyo ipo ndani ya kanisa Katoliki na inapatikana katika kitabu chetu cha baraka, inaitwa De Benedictionibus, kuanzia namba tisini hadi mia moja na thelathini na moja kwa mapade, wanaweza kwenda kuangalia kitabu hicho. E, tunakiandaa kwa Kiswahili lakini kinapatikana kwa lugha nyingine ya Kilatini pamoja na lugha ya Kiingereza. Sasa tuangalie baraka ya wanandoa inapoadhimishwa kwa misa takatifu katika kumbukumbu ya siku yenyewe ya ndoa. Inawezekana kumbukumbu ya mwaka mmoja, au hiyo miaka ishirini na tano ya ndoa, au miaka hamsini ya ndoa. Baraka hiyo ya wanandoa inaanza kwa adhimisho la neno takatifu katika hiyo misa, uh, tuna, kama tunavyojua na masomo yale yatakayochaguliwa ya endane na eh, mada inayogusia maswala ya ndoa. Kwa hiyo tutaanza misa, tutaangalia gano la kale linasemaje. Inawezekalaba inatoka katika Agano eh, la Kale, katika kitabu cha Mwanzo kinachoelezea Mungu alivyomuumba mtu kwa sura na mfano wake, na vilevile akampa usingizi huyu eh, mwanamme, akasinzia, akanyofoa ubavu, akatengeneza mwanamke na akatengeneza agano la ndoa kati ya hawa wawili, na Mungu akawabariki akawambia, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo ndoa ilianza kwa baraka ya Mungu, zaeni mkaongezeke, waliishi katika huo upendo. Kwa hiyo somo la kwanza la namna hiyo mnaangalia hey, na somo la pili, kwa mfano katika Mtakatifu Paulo, tunaona anafundisha masomo mambo mengi yanayohusu ndoa. Kwa hiyo tunaangalia vile vile katika kitabu cha baraka, yamegusiwa masomo hayo lakini vilevile vile katika Injili tutaangalia Injili inayogusia maswala ya ndoa. Kuna harusi ya Kana, Yesu anafundisha nini kuhusu ndoa na ubikira? Eh, kwa hiyo tutaangalia masomo kama hayo yanayogusa maisha ya ndoa. Ni vizuri tuanze kwa tafakari ya neno la Mungu kwa sababu kutoka katika neno la Mungu tunachota chemchemi ya baraka. Nawe mwanandoa leo, hebu nenda kaangalie kidogo, jikumbushie kidogo, wakati unafunga ndoa masomo gani yalisomwa siku hiyo. Ujikumbushie kidogo na uchote baraka katika hayo maandiko matakatifu. Na baada ya kusoma somo hilo, basi ni vyema padre, eh, mwadhimishaji wa eh, baraka hiyo, basi atoe homilia kutoa ufafanuzi juu ya hayo masomo yaliyosomwa, lakini vile vile e, kuchota baraka kutoka katika haya masomo yaliyosomwa, na baadaye basi inaweza ikafuata sala. Sala na sala tunagusia fumbo la upendo la Mwenyezi Mungu aliloweka kati ya mwanamke na mwanamume, na tunagusa kipengele cha pete. Pete anasemaje, inawezekana siku ile wamekuja tayari wanazo pete zao, lakini basi anawakumbusha pete. Pete ina maana gani? E, pete ni mfano wa mviringo. Tunavyoona huu mviringo, maana yake upendo usio na mwisho. E, upendo ndio e, maana gari itazunguka itazunguka itazunguka mpaka uweke breki ndio itasimama, kwa sababu ni upendo usio na mwisho. Ndio maana inaitwa pete mviringo, inavalishwa ikionyesha upendo usio koma. Na sala hiyo inasemaje? Na wewe ndugu, ambaye una e, ushafunga ndoa, basi sala hii basi iamshe hilo ambayo tuna sali pamoja leo. Sala inasema, e, Bwana, uongeze na kutakatifuza upendo wa watumishi wako wana ndoa. Ikiwezekana wanatajwa majina, wewe taja jina lako na la mke wako. Na pete ambazo walibadilishana siku ya ndoa ni ishara ya uaminifu wao, uaminifu wao tunakuomba waendelee kusitawi daima katika neema ya sakramenti, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Hebu tutafakari hii sala kwa pamoja, kwamba pete hii ni ishara ya uaminifu wao. Ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu kila mmoja sio mwaminifu kwa mwenzake, labda shetani anakuja, anachokonoa, anatoa uaminifu kati ya hawa wanandoa. Ndio maana sala hii tunawaombea, hiyo ishara ya uaminifu inayotembea katika vidole vyao siku zote, kila anapokwenda, akiwa amelala, akiwa amesinzia, ishara hiyo inabaki, hiyo inaminya katika kidole, katika damu yake, katika fikira zake. Tunaombea hiyo ishara ya uaminifu kati yao iendelee. Tunasema waendelee kusitawi daima katika neema ya sakramenti. Kumbuka kwamba ndoa ni sakramenti, sio kukutana tu kuamua kuishi pamoja, ni sakramenti takatifu. Maana yake wameunganishwa na Mungu na ikiwezekana, katika adhimisho hili la kumbukumbu kumbu ya ndoa eh, ubani unaweza ukafukizwa katika pete zao kwamba harufu yao, harufu ile na ubani ule na sala zao zipae zifikie Mwenyezi Mungu. Na basi, kama mume na mke wanapofanya kumbukumbu ya ndoa kuna kubadilishana kwa mara nyingine pete, maana zamani zile walibadilishana, lakini inawezekana wanaporudia tena, kama ni miaka ishirini na tano, wanapoomba baraka tena wakabadilishana pete tena kama kukumbusha lile agano lao ambalo wamekusha lifanya, na padre anasali sala ifuatayo: Bwana, ubariki na kutakatifuza upendo walio nao watumishi wako hawa wanandoa. Zifanye pete hizi ambazo wanabadilishana tena ziwe alama ya uaminifu wa kweli kati yao na neema ya sakramenti, kwa njia ya Kristo Bwana wetu Kwezi. Kwa hiyo zinabarikiwa tena iendelee kuwa alama ya uaminifu wa kweli kati yao na neema ya sakramenti. Miaka ishirini na tano ni mingi, hapo katikati yamepita mengi, labda hapa na pale kulikuwa hakuna uaminifu au mm, eh, kuna mambo mengi mengi yametokea ya. Kwa hiyo sasa, mnaomba tena kuwe na uaminifu wa kweli kama kuna kitu hakikwenda vizuri hapo katikati, tunaomba uaminifu wa kweli ewe mwenye ndoa. Ndoa yako ina uaminifu wa kweli kati yenu, kati ya we, yako wewe na mwenzako. Kwanza wewe mwenyewe ni mwaminifu je? mwenzako unamhisi kutokuwa mwaminifu? Basi ni sala leo tunaomba uaminifu wa kweli katika maisha yenu, itembee iwe ndani ya mioyo yenu. Pete hiyo ambayo inabana kidole chako e, ibane na fikira zako, ibane na damu yako, ibane na maisha yako, kila siku utembee katika uaminifu wa kweli tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Na moja ya sala zifuatazo inaweza kutumika pia katika baraka hiyo ya wanandoa wanapofanya kumbukumbu, wanapoomba kwa mara nyingine baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo vilevile inagusia pete. Kumbuka pete ndio kiungo muhimu, ndio alama muhimu ya wanandoa. Ndio maana kama mikono yako haina pete, tunakuuliza uh, we, ni nani wewe, mbona hujavaa pete? Kama ni padre, ah, tukiona we, shingoni, we, ni haya, wewe umeshafungwa shingoni, wewe ni wa kanisa. Lakini wewe mtu mwingine kama Eh huna tunakuuliza, kwa nini huna pete eh, labda eh, bado hujaoa. Kama ni mwanamama eh, huna pete huko, eh, sokoni kule unapita, basi mtu akikwambia dada, mambo, eh, I love you, huwezi ukamwambia mimi ni mke wa mtu? Utasema ni mke wa mtu. Akikwambia eh, mambo, utanyanyua tu mkono hivi ukionyesha kwamba wewe tayari umeshajifunga katika uaminifu na mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana katika masuala ya ndoa tunaongelea mambo ya pete. Eh, e, ambapo utaivaa katika mkono wako wa kushoto kwa wale ambao wameweka nadhiri za kitawa, wana kuwa na uchumba wa daima na Mwenyezi Mungu, basi wanavaa katika mkono wa kulia. Maaskofu ambao ni wachumba wa kanisa wajimbo wanavaa katika mkono huo wa kulia. Sasa sala ifuatayo tena inaweza ikasaliwa, na mbayo ningependa vile vile iguse imguse kila mmoja ambaye ni mwanandoa. Inasema e hivi: Bwana uzijaze baraka pete hizi tunazozibariki, maana kama wanavalishana pete siku ile, kwa mara nyingine, pete hizi tunazozibariki kwa jina lako, uwajalie wale watakaozivaa wawe daima waaminifu kati yao, waendelee kufurahia amani yako na matashi mema, na waishi pamoja siku zote kwa mapendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Waishi kwa mapendo, ndicho tunacho waombea wanandoa siku ya leo. Kama ndoa yako inatetereka hakuna upendo, basi leo tunasema upendo uwe kati yenu, uingie ndani ya mioyo yenu, muishi vyema katika ndoa yenu. Na sala inaendelea kusisitiza juu ya upendo. Bwana, ubariki na kutakatifuza upendo walionao watumishi wako, upendo walio nao E, kutakatifuza upendo walio nao inawezekana. E, upendo umeingia walakini. E, mshafunga ndoa lakini huyu nakule sema amechepuka, ameenda pale, imeingia walakini. E, kwa hiyo tunasema upendo walio nao utakatifuze. Sasa zifanye pete hizi ziwe alama ya uaminifu wa kweli kati yao na ukumbusho wa upendo uliopo kati yao tayari, kilichounganisha pale mwanzoni. Walipomwona mwenzako kwa mara ya kwanza, ulimpenda kwa namna moja au nyingine. Sasa katika miaka hii ishirini na tano katika miaka hamsini ya ndoa, labda ulimpenda kipindi kile kwa sababu alikuwa ni mrembo, lakini miaka hamsini ya ndoa, ule urembo wa usichana umeshaisha, ni mzee, au miaka sitini mnatembea na mkongojo. Je, upendo bado upo? Ndio maana kuna sababu ya kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu. Na sala inasema pete ambazo wanavaa tena ziwe ukumbusho wa upendo uliopo kati yao, ulikuwepo tangu walipokuwa walipofunga ndoa, walipofanya jubilei ya miaka ishirini na tano. Sasa hivi imeshafika miaka hamsini au sitini. Kwa hiyo wanakumbushwa upendo walionao. Kwa sala hiyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Zikishamalizika sala hizo za ambazo zina sisitiza juu ya upendo kwa okay, kweli ni upendo, ni upendo upendo upendo upendo wa Mungu, lakini hawa wanaoishi, yatafuata maombi. Tunasema sala za waamini na ataanza kiongozi nasema tumwombe Mungu Baba mwenyezi ambaye katika mpango wake wa kukirimu alipenda kuonyesha maajabu ya upendo wake katika mfano wa uaminifu na matunda yake, utujalie huruma yake. Basi tumwombe tukisema. Haya maombi yanasemwa katika Misa, lakini leo ningependa yakuguse wewe, yaguse maisha yako wewe na mwenzi wako wewe katika familia yako, na utaitikia kama unaweza, basi sema Bwana, usikie sala yetu. Ombi la kwanza linasema hivi: Baba uliye mtakatifu, uitoe Mungu mwaminifu, unataka na unatunza uaminifu kwa agano lako, wajaze baraka watumishi wako wanaoadhimisha miaka ishirini na tano au miaka hamsini au miaka sitini ya ndoa. Wote tunaitika: Bwana usikie sala yetu. Wewe unaoishi milele pamoja na mwana na roho Mtakatifu katika umoja wa maisha na ushirika wa mapendo, uwajalie watumishi wako hawa, ili wakumbuke agano la mapendo waliloahidiana wa katika sakramenti ya ndoa na daima walitunze kiaminifu. Ee Bwana, usikie sala yetu. Katika majaliwa yako uliamuru kuwa mang'amuzi ya maisha ya binadamu yao njia imwongozayo mwamini katika kushiriki fumbo la Kristo, wajaliwe watumishi wako hawa utulivu katika furaha na matatizo ya maisha na hivyo kuambatana na Kristo na kujitahidi kuishi kwa ajili yake tu. E Bwana, usikilize sala yetu. Ni nia yako wewe Mungu kuwa maisha ya ndoa ya ufundisho kwa maisha ya Kikristo uwajalie wanandoa wote kuwa mashahidi wa fumbo la mapendo ya mwanao. E Bwana, sikia sala yetu. Kama umetafakari vizuri haya maombi ambayo tumeyataja yote, yanagusia upendo wa Mungu wa wanandoa uwe kati yao. So, uwajaze baraka. Na wewe mwenye ndoa ujazwe baraka, pokea baraka za mwenyezi Mungu. Roho Mtakatifu aliounganisha anatwagwa vilevile, Roho Mtakatifu ayaimarishe mapendo yenu. Mungu aliamuru mang'amuzi ya maisha ya binadamu ambayo yanamwongoza mwamini aishi katika haya maisha ya ndoa. Fungwa pamoja basi Hiye ni ishara ya kufungwa katika Kristo, kwamba ni Kristo aliyewafunga mwishi pamoja katika huo upendo. Na vile vile, ndoa iwe ni ushahidi wa maisha ya Kikristo. Mnapoishi vyema ninyi kama wanandoa, ni ushahidi kwamba nyiwe ni Wakristo wema, mnatambua maisha yenu ya Kikristo, mnafurahia maisha yenu ya Kikristo. Kwa hiyo ni ushahidi wa maisha mema. Na napade atamalizia kwa sala hii. E Mungu, maisha ya familia yamewekwa kwenye msingi wa mpango wako wa ukarimu. Kwa huruma yako upokee sala za watumishi wako wanapoingia, wanapoiga familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu waweze kufikia furaha ya makao yako pamoja wakutukuze milele. Kwa hiyo, pamoja na kwamba tunakuombea baraka za hapa duniani, lakini vilevile vile, kwa mfano wa maisha ya familia takatifu ya Yesu Maria na Yosefu, basi mfungwe na mwelekezwe pamoja katika mapendo ya milele. Mapendo ya milele ni wapi? Ni baada hata ya maisha ya hapa duniani. Eh, muishi katika huo upendo wa milele wa mbinguni na baada ya maombi hayo, natumaini wewe umeshapokea baraka. Katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia umejua kwamba baraka ipo kanisani kwa maadhimisho hayo, lakini vilevile vile leo umepokea baraka kwa ajili ya ndoa yako. Mkumbushe na jirani yako kwamba kuna haja ya kwenda kanisani kuomba misa, kuadhimisha misa kwa ajili hiyo ya kumshukuru Mungu. Ukifikisha miaka ishirini na tano sio mi, sio haba miaka 30, miaka hamsini, usiseme tu basi. Nenda. Kafanye, kaombe baraka ya Mwenyezi Mungu ili ndoa zetu ziwe kweli ni mfano halisi wa maisha ya Kristo, na kama ni wakati wa misa meadhimisha kwa wakati wa misa, basi ni vyema hawa wanandoa kama wameandaa vipaji vyao wapeleke wao wenyewe, hata kama ni wazee wa miaka 60 basi eh, asaidiwe kupeleka eh, sadaka yake mbele ya madhabahu. Ni ishara nzuri ya kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu. Na baada ya sala uh, ya Baba yetu, kuna sala maalum vile vile ya baraka kwa wanandoa tunasema baada ile Baba Yetu, baada kabla ya kusema e, Bwana tunakuomba utuopoe na maovu yote, inafuata hiyo sala. Kama ni padre anayazimisha, na sala hiyo inasema hivi: Bwana Mungu na Muumba wanandoa wakiwa wamesogea au wamewasogelea, atanyanyua mikono yao akiwabariki. Na leo ningependa vilevile, nawe mwenye ndoa upokee hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu. E, Mungu namuumba tunakutukuza na kukusifu tuna jina lako tangu mwanzo. Ulimuumba mume na mke ili waweze kuingia ushirika wa maisha na mapendo, vilevile vile, ulibariki muungano wa wanandoa ili waweze kuakisi muungano kati ya Kristo na kanisa lake. Waangalie kwa wema leo, licha ya furaha na mahangaiko ya maisha yao umelinda muungano wao, fanya upya agano lao la ndoa, ongeza mapendo kati yao na imarisha pingu zao za zamani, ili wakizungukwa na watoto wao daima wafurahie zawadi ya baraka, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hiyo ni baraka nzito ambayo tunaipokea tunapofanya adhimisho na kama inafaa basi, wakati wa amani nasema amani iwe kwenu na tutakiane amani, wanandoa hawa basi watakiane amani. Na mwisho basi watapokea baraka kuu au baraka ya kawaida. Bwana awe nani, Mungu baba mwenyezi awajalie furaha yake Mwana pekee wa Mungu awahurumie na awasaidie wakati wa raha na huzuni. Roho Mtakatifu awamiminie daima upendo mioyoni mwenu. Na baraka yake Mungu mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Ninatumaini umepokea baraka kwa siku ya leo. Lakini msitizo wangu ni kwamba kama umefikisha miaka ishirini na tano ya ndoa usikae tu, nenda kaombe baraka ya Mwenyezi Mungu, ndoa yenu endelee kubarikiwa. Lakini basi hata ile kumbukumbu ya kila mwaka. mwaka mwaka kama unamaliza mmoja, nenda kaombe baraka ya Mwenyezi Mungu, kama ni miaka miwili mitatu minne kumi, sio unafikisha miaka ishirini na tano hufanyi chochote baraka ya Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku tutakimbilia kwenda eh, kuomba tumiminiwe tu kwamba shusha, shusha baraka, ndio zenyewe hizi Kaombe baraka kumbe, kule kanisani, mwombe baraka kule kanisani. Weka siku maalum, ita wenzako wawili watatu, sema leo namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi wanandoa wote pokeni baraka ya Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumalize kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tomtukuze Bwana, tomshukuru Mungu.